Lakini tuna, tunakuwa tunajiuliza maswali na kurudi nyuma kwa sababu hatuoni matokeo. Madhani, tunaweza tukasema kwa mfano, kwa taarifa za baraza la tiba asili wanakuambia washasajili mpaka elfu mbili na ishirini na moja waganga elfu tatu wamesajiliwa lakini Dio. dawa karibu sabini na tatu zimesha mm. sajiliwa lakini Dio. haukutani nazo hizi eh, labda mpaka mtu aje akuambie bwana, kuna mganga fulani na dawa fulani inaweza ikakusaidia, kitu ambacho pengine ingekuwa wazi kama mataifa mengine ingekuwa inasaidia mm. ina, ina, ina, ina, ina ama sivyo? Uh, Msigwa. mm. mm. E, mi nafikiri nafikiri kuna kuna changamoto nyingi sana na kama alivyosema e, mzee hapa ni kule mitazamo mm. mitazamo kuna mtu anaona yeye ni bora zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa mfano, mara ya kwanza mimi kuitwa kwenye chombo cha kudhibiti ukimwi, sawa, ilitoka taarifa kwa dawa kiboko ya viviu yapatikana. Baada ya siku tatu ni, ni, nilipigiwa simu nilipigiwa simu sim, na nielewe vizuri nini nataka kukizungumza, nilipigiwa simu na wakubwa wale nikaenda pale, nilipofika, nilichokikuta pale, akaniambia bwana, dawa vipi? Dawa imepatikana, kama kuna kitu fulani cha ajabu hivi, nataka kuzungumza. Mi nikawa mtulivu, nikajaribu kusikiliza, kisha nikatua ule ushuhuda kwa watu wa watu hamsini ambao ndio walin challenge mimi, nikawapa ushuhuda ule. Kipindi hicho sheria za kusajili dawa ilikuwa bado hakuna, lakini unaona kabisa bado kuna ule unyanyapaa wa hali ya juu. Yani kwa nini huyu? Kwa nini asiwe huyu? Ndio maana e, ni lazima tu, tu, tuende kwenye vitendo zaidi kuliko kwenye maneno, kwa maana kwa maana mtu anaweza akaona kwa nini huyu asiwe huyu. Sawa. Kwa mfano ripoti mimi niwapelekea, mi nilifikiri naambia, bwana hapa katika tafiti yako kuna kasoro A, B, C, sawa au tunataka maelezo A, B, C. Unampelekea ushuhuda na kwambia, bwana ushuhuda mzuri, lakini hakuna kitu kingine chote kinacho kinachoendelea. Kwa mfano leo proses, profesa ananialika mimi niende kwake, lakini mimi na barua zaidi ya tatu kutoka taasisi yake kuwa washughuliki na chochote na kitu hicho, sawa. Kwa hiyo kuna tungejaribu kubadilisha mtazamo tunaweza tukalisaidia taifa letu kuondokana na mambo mengi sana. Kwa mfano watu ambao mi nilipeleka, eh, ambao nilipeleka ushuhuda kwa mara ya mwisho, nimesema sasa nimefunga. Wametumia dawa takriban miaka ishirini mpaka damu imekauka sawa, lakini tumeenda nao kwa muda wa mwezi mmoja dawa za, za kufubaza, dawa za kufubaza. Hmm. Sawa, wameshabadilishiwa dawa takriban mara nne sawa, ifikia damu inakauka mtu kupanda hata pale kwangu hawezi. Sawa so, tumechukua ile taarifa, tumeipeleka, si ndio? Hakuna jibu lolote ile unalofanya jambo lenyewe likatokea. Kwa hiyo e, eh, kama alivyosema nukta moja hapa, kutokana na utaratibu wa baraza, mimi naona ni mzuri zaidi eh, tatizo kusema kama mimi kusema bwana, unaweza ukamsaidia mtu wa HIV kidogo, inakuwa lazima tuje tufanye tena tafiti upya mm, eh, ya kisayansi, wakati kuna tiba, kuna sheria na tiba za dawa asili ambazo unaweza ukafanya shughuli hiyo na ukaendelea. Mimi binafsi nilikuwa eh, nimesema kwa mchakato nilioupata E, ee, nakumbuka takatu wa Jakaya niliitwa Ikulu. Ee, bwana vipi, tunasikia kuna dawa, nikaambia kweli ipo, na akatoa fedha na akanipa watu nikafanya na badala kutuendelee. E, ee, sawa, pesa zingine zile zikawa hazikuonekana zilipo, nikasema sasa kwa jambo hili siwezi nikaendelea na nyinyi tena, kwa nikawa nimeacha kitu cha namna hiyo. Nachotaka kusema tunaweza tukabadilisha mtazamo wetu tukalisaidia taifa letu kwa uhalisia, si kwa maneno yote mm. ile ya, kwa hiyo licha ya kuingia mpaka lakini mpaka leo bado hakuna chochote na una... ndio maana <laughs> <nubana> nasema <laughs> watu ambao mlisaidia ni ITV, na nilikuwa nishasema siwezi kukubali mwaliko wote eh. ule kwa sababu na hizi lugha tufanye dawa sijui kisayansi sijui nini mm. Mimi nachosema kwenye HIV ni rahisi zaidi, kwa sababu tutachukua damu yako E, tutapima ini, figo, kiwango cha virusi, tutachukua kila kitu, tutakupa dawa, baada ya muda tutapima, tutaangalia. Ni njia rahisi zaidi. Kwa hiyo nilichosema mimi, nimekubali tu kwa heshima yake, nitakwenda lakini kwa sema hey, kila mtu akitaka. Sasa kazi yangu ilikuwa kwa mfano Zambia, Zambia tu, dawa ilipimwa kwa muda mchache sana Zambia. Ujerumani ilipima kwa muda mchache sana Sasa, kwa nini inaendelea kulazimisha tunafuatiana na watu hmm, wakati kuna mataifa mengine tunaweza tukafanya nao kazi na bila matatizo yoyote. Kwa hiyo nachoweza kusema kama tutabadilisha mtazamo hmm, kwa uhalisia, hatuna sababu ya kuangaika na madawa. Tuna dawa nyingi nzuri sana zinaweza kuleta tija katika taifa letu. Sawa, nakushukuru sana, na bila shaka ndiyo maana tume, tuna, tuna, tuna kuwa na vipindi kama hivi aikuwa kukutanisha wadau mwisho wa siku kupata matokeo yale ambayo yanakusudiwa kama ambavyo amekuahidi ah, hapo profesa kwamba muonane ili mje utakuja kutupa mrejesho, iliendaje. Tutakuwa wadhamini wako. Mtazamaji, tunazungumzia kuhusiana na mchango wa utafiti wa tiba asili katika kutatua changamoto za maradhi, za maradhi. Uko nami Juliet Robert niko na Profesa Yunus Mgaya mkurugenzi mkuu wa Nimri, lakini vile vile T.R. Msigwa ambaye ni mvumbuzi wa dawa ambayo yani mbumbuzi, anasema uh, ina, inaweza ikatibu ama ikasaidia katika wale ambao wana, wameathirika na virusi vya ukimwi. Tutarudi tena hapa, tupate mapumziko mafupi.